Kwa majina ninaitwa mchungaji Amos Mlagwa, ni mchungaji msaidizi wa askofu katika dayosisi yetu hii ya Pwani. Kwa kweli katika dayosisi hii ya Pwani ni dayosisi ya kimishonari, ni dayosisi ambayo bado tuna kazi kubwa ya kupanda makanisa katika sehemu na ukanda huu wa Pwani. Kama mnavyojua kwamba ukanda wa pwani ni ukanda wa ndugu zetu hawa wa, wa upande ule wa pili, lakini injili bado inahitajika sana, bado haijapenya e, kuwafikia watu wengi e, dayosisi yetu hii tunapoizungumzia, tunaanzia mkoa wa Tanga, unakuja Morogoro, mkoa wa Pwani, Dar es Salaam yenyewe, nenda Lindi pamoja na Mtwara kwa hiyo utaona kanisa, bado tuna kazi kubwa ya kupeleka Injili, ya kupanda makanisa na tunahitajika sana. Sasa nani aende? Ni mimi na wewe ambao tunahitajika kuipeleka hiyo Injili. Unaweza ukaenda na kushiriki kuipeleka hiyo Injili kwa njia aidha, wewe mwenyewe kwa kushiriki, au kwa ajili ya fedha na mali tulizo nazo kwa ajili ya kusaidia wala ambao tayari wako na mwito wa kuwafikia watu ambao bado hawajafikiwa na Injili. Kwa hiyo nitoe wito kwamba kwa wana AIC wote Tanzania nzima kwamba tunao huo mzigo wa kuipeleka Injili katika dayosisi yetu hii ya Pwani. Maeneo yapo na watendakazi wapo. Zipo hata kwaya zetu ambazo zinaweza zikachukua, eh, hatua hiyo katika huduma hii kuhamasisha injili kwenda maeneo, kupiga kambi kule, kuwa na mkutano wa injili na baadaye kuacha hapo watu wanaendeleza e, kanisa mahali pale. Yapo, kwa mfano mkoa wa Lindi na Mtwara, kwa kweli tunahitaji sana maeneo yale yapate makanisa ya kiinjili, yale inayowaleta watu kwa Yesu na wapate kumjua Yesu ni nani katika maisha yao. Tunashukuru sana kwa uongozi mzuri wa baba yetu Askofu uh, Filipo Mafuja Magwano, kwa namna ambavyo anasimama kidete katika kuiongoza eh, dayosisi hii kwa ajili ya mpango mzuri wa kupanda makanisa na tuko tayari kwetu sisi hapa kushiriki na wewe, ulioko uwe kama Msoma, uwe Mwanza, uwe Mbeya, uwe wapi, karibu tushirikiane kwa ajili ya kazi hii ya kupeleka Injili katika makanisa haya na eneo letu hili la Pwani. Ndugu msikilizaji, unayenisikiliza sasa, ni wakati umefika sasa, si wakati wa kulala, ni wakati ambao tunatimiza utume mkuu ambao Yesu alituachia hapa ili tupate kuipeleka injili ikisema kwamba enendeni ulimwenguni kote, mkiwafundisha neno na kuwabatiza kwa ajili ya uh, utume huo. Na kushukuru sana kwa maneno haya machache, ninaamini kwamba taarifa hii imekufikia umeisikiliza. Sasa ni wajibu wako kuchukua hatua na kutekeleza haya. Mungu wangu nakubariki sana unapotafakari neno hili na kuchukua hatua katika maisha yako, amen.